Nadamu tunazaliwa tunalelewa katika maguzi tofauti tunakuwa katika nyumba tofauti zenye wazazi tofauti, lakini mkatuweka pamoja kama wanafunzi, mkabadilisha mindset zetu na leo wengine tumesimama kama wakuu wa mikoa. Tunastahili pongezi, bado kazi yenu ni kubwa mno. Kwa hiyo bado hadhi ya mwalimu heshima ya mwalimu kwenye jamii yani, lazima tuithamini, lakini niwapongeze walimu wote katika mkoa wetu wa Singida. Kazi ninayofanya ni njema na ni nzuri. Bado na sisi kwenye ramani ya kufanya vizuri tupo, na ninayo imani kubwa tutafanya vizuri zaidi kwa mikakati ambayo tumewekeana na muda wa kujitekeleza ni sasa. Kwa hiyo tusise moyo. Tulikotoka ni mbali, lakini tunapokwenda ni kuzuri zaidi, na kazi kubwa mmeifanya. Kwa hiyo mimi niseme tutashirikiana na kuhakikisha kwamba yale yani ambayo tunaona ni changamoto utayafanyia kazi ili lengo la asilimia tisini na tano tatu ziweze kutimia katika kipindi hichi. Lazima mtu huwe na kipato zaidi ya kimoja, kipato halali kabisa, kulingana na mahitaji ya sasa, kulingana na majukumu kama wazazi. Najua nyinyi mna wake, mna waume, mnawasimamia, mna watoto, mna wahudumia. Kwa hiyo mwalimu kuwa mjasiriamali ni lango wala sio dhambi. Kwa hiyo nilipenda sana elimu ile, na nitahakikisha tunawaletea fursa ili angalau moja moja au kama vikundi, baada ya kufundisha kipumzika muda wewe na kupumzika uongeze kipato cha familia.